Juu ya matumizi mengine ikiwa ni ya utalii na watani zangu uh, wasukuma wanaweza kutaka kuja hapa kufanya harusi zao waje kurekodi hapa uh, kwaya waje kurekodi kaswida hapa, labda unajua mambo ya kijamii kama hayo eh? Sio ajabu kuna mtu mwingine anataka kupitisha ng'ombe hapa <laughs> mtihani sasa. Kimsingi sisi tumekasimiwa mamlaka na mheshimiwa Rais, kwa hivyo mimi ninayo kazi ya kumuomba kwanza yeye, kumjulisha kwamba wapo Watanzania watataka kufanya kwaya, wako Watanzania wanataka kurekodi, kuja kufanya mpaka harusi, picha za harusi hapa watataka kufanya. Kwa hiyo kabla sisi hatujatoa vibali, la kwanza tutafanya consultation kwa mwenyewe mheshimiwa Rais. Unajua hii kazi Irene, ndio maana huyu mama tumpongeze sana Unajua halali usingizi, unajua unajua, kutajataja hivi Abdallah Ulega anataja, tumejenga ili goro, ili nini ili daraja bilioni mia tano bilioni mia saba It is very easy, ebwana, mziki wake wa kuzikusanya hizo bilioni mia saba <laughs> sio kazi nyepesi hata kidogo <laughs> ni kazi kubwa sana. Kwa hiyo ah, lazima tumuombe na nataka niwahakikishie tukipewa kibali sisi maana yake ni kwamba tutatumia njia ya kuambia wote Watanzania wanaotaka kufanya shughuli zao mbalimbali, mara baada ya kuridhiwa na kinara wetu, maanake ki ni kwamba tutakuwa weka utaratibu maalum, na huu utaratibu lengo lake sio tu uh, kufanya restriction kuzuia, no, no, no, ni kwa ajili ya usalama wa watu watumiaji wa hao. Kwa hiyo hapa malori yatakuwa yanapita tena, yatakuwa yanapita kwa kasi. Sasa, wewe unaimba hapa, unaweka kwenye harusi yako, bila kuwa tumeweka tahadhari, then itakuwa ni mgogoro <tinyo> kubwa sana hapa hapa, chezeki kwaya hapa. Kwa hiyo <tinyo> ni lazima tuweke utaratibu mm. ili watu waweze kuwa salama. Unajua, Watanzania hawa wanalipa leo sasa hivi pale gharama kubwa sana, lori moja linalipa mpaka laki moja mpaka laki moja na elfu hamsini kupita pale kwenye kivuko, ni hela nyingi sana na bado foleni ni kubwa sana. Sisi tunafanya uchakataji mm, lakini sisi si waamuzi, lazima tuzihusishe mamlaka kadha mm. Tumeshaanza kupokea mm, Ma, maoni kutoka kwa mfano kwa waheshimiwa wabunge baadhi, wanasema wananchi wasilipishwe mm, lakini malori ya biashara na nini na nini haya lazima yachangie kasakaa alivyosema, irin panahitajika hapa maintenance, lakini hili halijafika mwisho. Naomba niwe very clear, hatujafika mwisho kwa sababu ni jambo ambalo linahitaji mjadala na linahitaji kuridhiwa, tutakaporidhiwa tutatangaza hadharani. So, wakati limezinduliwa watu wanapita kwa sasa hivi Mheshimiwa Rais atakapozindua well, it is obvious, kwa sababu hatuja set bado hayo mambo, wa watapita tu kwanza, lakini baadaye hatua kwa hatua mm, tutafanya makubaliano na maridhiano. Kisha hii ni nchi yetu, kwa sababu hata kama watu wakifanya hivyo wanajifanyia wao wenyewe. Kama nilivyosema, kutoka laki moja hadi laki moja na nusu kisha unapita kwa dakika tatu, si jambo dogo. Mtu ukimwambia leo achangie shilingi elfu kumi ishirini, mwingine anaweza kusema niko tayari sasa hivi nifanye hilo jambo kwa ajili ya maendeleo ya taifa langu, kwa sababu okay. Pia vivyo ukikusanya, uta maintain, ukikusanya utaenda kujenga daraja l